Anaona kapigwa na uziwa ile hapa 70 na yake anaona kapigwa. Hii ndio alikuwa anatumia 616. Eti anaweza nimepigwa, mimi nitakujibu nini? Wakati wao wanatupiga sisi kwenye yeah. magari eh, yeah. hey, ukitoka huko yeah. na hujapigwa yes. ni sawa. Kwa hiyo ulizokuwa nazo ndio tumie simu kama hizi. Acha ushamba. Sawa bwana, ndio kubundukia kuna nikusagusa bwana. Vipi bwana? akakaa na mabunduki kila <laughs> saa <laughs> mjiamini? Shahidi anaona kapigwa. Na usiwe hapa 76 na yake anaona kapigwa. Mayanku, shabani, hii ndio alikuwa anatumia 616. Eti anaweza nimepigwa, mimi nitakujibu nini? Wakati wewe unatupigia sisi kwenye magari. Eh, yeah. Hey, yeah. Ukitoka yeah. huko na hujapigwa ni sawa. Kwa hiyo ulizokuwa nazo ndio utumie simu kama hizi. Acha ushamba. Sawa. Bwana, ukiwa huko bunduki yako inanikusagusa bwana. Vipi bwana? Unakaa na mabunduki kila <laughs> saa <laughs> <laughs> mjiamini? Shahini anaona kapigwa. Na usiwe hapa 760 na yake anaona kapigwa. Hii ndio alikuwa anatumia 616. Eti anaweza nimepigwa, mimi nitakujibu nini? Ukati wewe unatupiga sisi kwenye magari. Eh, ukitoka huko na ujapigwa ni sawa. Kwa hiyo na ulizokuwa nazo ndio utumie simu kama hizi. Acha ushamba. Sawa. <muchiline> bwana. Ukiyo kubundukia na nikusagusa bwana. Vipi bwana? Kaka kana mabunduki kila saa mjiamini? Tarangu maisha endelee. Sasa tumfanye mjinga. Si nimekuuzia gari lako? Kama eh, lazima nipea si dalali. Asante, asante. Vipi mimi nimekuingizia hela kwenye kampuni yako sabu ila kutoa. Ni bei gani? Ni bei 55. Ah, inasema hapo yeye munibelefutano bwana, mimi siizongwa. Nivyo bwana, sasa kiasi tumepata faida milioni ngapi unaomba kama faida? Nivyo bwana, sasa vizuri bwana. Ili baada ya kumpa mtu anaingiza 29 sifika anachukua milioni ndio ndio kutoa. Au taka nivyo pale Tigo Pesa nimeambia tolea hizi zingine. Lakini hizo zaba nimekuingizia kwa kulispe. Eh, sasa taka nimekuletea na risiti ya hapo. Nimekubali uzoba. Sasa naona kunifanya uzoba vipi? Mimi mpuni siki yake bwana. Tulia bwana. Nipa hata basi kunituliza maisha mimi, kama mwisho sawa, lakini risiti yangu nipe. Nenda kwa sasa taki bwana, usifanye mtoto bwana. Kwa nini? Kwa mwisho stendi gani? Sijui wewe na kuna kama zoba hiki. Nipe mimi laki mbili kilo laki mbili sasa. Yaani nimuza nipate faida karibuni mirundo mingapi na mbele laki mbili sasa. Sio vizuri watajiri, nibela angu bwana. Tajiri Mungu asionekana bwana, wewe mwekezaji.